Akili ni nywele? Eh, eh. Kuna sababu mbili ambazo zinafanya mtu anakuja kwenye video yako, labda umejipostia video mwenyewe, unafurahi, una enjoy mwenyewe, unafurahi, unaenjoy mwenyewe, unataka kuwashirikisha watu furaha yako, mtu anakuja anakutukana, au anakuongelesha, anaandika ana, maneno magumu, maneno makali. Zipo sababu mbili. Sababu ya kwanza ni sababu ya kibinafsi. Sababu hii ya kibinafsi, kwa namna nyingine, tunaweza kusema sababu ya kisaikolojia. Yaani huyu mtu anakuwa na tatizo la afya ya akili. Na hii afya ya akili inatokana na kwamba hana mahali ambapo anaweza kupeleka stress zake. Ni aidha labda anapitia wakati mgumu, ni aidha labda anapitia machungu katika maisha, kwa hiyo hauwezi kuyatua machungu yake pasipo kwa kwaza wengine. Kwa hiyo anachokifanya, anapita kila page, anaangalia huyu mm, ameposti video hii sijui nini, ala tukana tu, ili mradi nafsi yake iwe sawa. Huyu ukiona uki, mtu wa namna hii wala usi, usibishane naye, unamjibu tu vizuri Are you okay? Eh? Are you okay? Mungu anakupenda. Sababu ya pili ni sababu ya kiroho. Mm. Sababu ya kiroho mtu anaona anatukana tukana tu watu huko kwenye comment ni kwamba huyu mtu mara nyingi ibilisi anamtumia. Mm. Shetani anamtumia tu huyu mtu ili akukwaze wewe na wewe ujae kwenye mfumo. Unapojaa kwenye mfumo na wewe unarudishia, maana yake tayari wewe umeingia kwenye mtego. Kwa hiyo wewe na yeye wote mnaonekana mpo kwenye level moja kwamba wote hamna akili vizuri. Kwa hiyo cha msingi mtu kama huyu unamuuliza tu vizuri, "Are you okay?" Mm. Mungu anakupenda.